ambaye katika mahojiano na hii timu ya upelelezi alikiri kuwa yeye pamoja na wenzake wawili ambao ni Edward Christopher Kayuni na Websta William Mwantebele kwa pamoja walikula njama na kumteka nyara Shyrose Michael Mabula, ambaye kwa sasa ni marehemu, kwa lengo la kujipatia fedha nyingi kutoka kwa baba yake mzazi aitwaye Dr. Mabula Michael.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 Mwantebele mwenye umri wa miaka 27. Huyu ni mlinzi ambaye alikiri kushiriki kufanya tukio la utekaji na mauaji ya binti huyu, na alieleza kuwa tukio hilo walifanya kwa kushirikiana na wenzake ambao ni Marwa Nyahega Joni na Edward Christopher Kayuni. Aidha alieleza kuwa anaweza kwenda kuonyesha askari watuhumiwa wengine walipo, au watuhumiwa wenzake, kwani wamepanga kwenda mafichoni kwenye machimbo yaliyoko katika wilaya ya Chunya. Hii yote ni katika kukwepa mkono wa sheria usiwafikie. Kwa hiyo, mnamo tarehe 27 mwezi wa 9 mwaka 2025 aliwachukua hao askari polisi na kwenda nao katika kijiji cha Charangwa eneo waliokuwa wamepanga kukutana. Askari polisi waliweka mtego, okay, kwa ajili ya kumkamata na kumzasa mtu huyu ambaye Websta William Mwantebele ambaye sasa ni mtumio katika kesi hii alisema atawaonyesha. Kwa hiyo baada ya muda alifika mtu mmoja na mtumio huyo akawaeleza askari kuwa huyo aliyekuja ndiye Edward Christopher Kayuni na ndiye waliyeshirikiana naye kumuua yule binti ambaye nimemtaja Shyrose Magula. Kwa hiyo askari alipojaribu kumkamata mtuhumiwa huyo alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari kwa kutaka kuwachoma kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani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 na yeye waweze kumdhibiti kwa kupiga kwanza risasi juu wakimuonya, siendelee kukimbia, na hizo risasi hizo pigwa ni zaidi ya risasi tatu, na kumtaka asimame, lakini alikaidi na kuendelea kukimbia kuelekea vichakani. Kama mnavyojua, eneo la Charangwa liko kwenye ma, kuna miti na makazi yako mbali kidogo, kwa hiyo alikuwa anakimbia ili aweze kujificha kuelekea kwa vichakani, na ndipo walipopiga risasi iliyopelekea kumjeruhi mguu wa kulia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 inaendelea na msako mkali kuwatafuta na kuwakamata watuhumiwa wengine akiwepo huyu mganga wa jadi ambaye ameshiriki sasa kuchukua sehemu ya mwili yaani kidole pamoja na nguo za ndani za huyu marehemu. Lakini katika upekuzi wa hawa watuhumiwa ambao sasa e, ni marehemu